Mpaka sasa hivi tunavyoongea, takriban nchi mbili ambayo ni United States of America na nchi ya Ufaransa, walioona makosa makubwa kwa Ibrahim Traore kwa makosa ambayo ameyafanya, ambayo inataka kukusomea hapa baadhi ya yale makosa ambayo Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, kijana huyo ambaye alikuwa mwanajeshi mwamba, ambaye ameweza kusifika na watu wengi sana ndani ya Afrika makosa makubwa aliyoyafanya ambapo saa hino, uh, uh, wanajeshi wa Fransa pamoja na wa United States of America wameweza kutafuta njia tofauti tofauti, ili waweze kumtoa kwenye madaraka ya uongozi kama raisi, ama kwa njia ya kumtoa kwa usalama ama kwa njia ya kumuua ama kwa njia ya kutumia wafuasi wake ambao wamemzunguka ili mradi waweze kumtoa uhai wake, asiweze kuwa rais wa Burkina Faso. Na makosa yenyewe aliyoyafanya nitaregelelea ni kusaidia watu wa Burkina Faso, yaani makosa ambayo Ibrahim Traore ambayo yayafanya kulingana na Wafaransa pamoja na United States of America ni Burkina Faso, ama ni rais wa Burkina Faso ambao anaitwa Ibrahim Traore, kusaidia wananchi wa Burkina Faso. Hastahili kusaidia wananchi wa Burkina Faso. Kosa la pili ni kutoa utawala wa wazungu ndani ya nchi ya Burkina Faso, kwa sababu kama tunavyojua, nchi nyingi sana za Afrika ambazo tunasema kwamba tunajivunia kuwa na uhuru wa kujirule sisi kama sisi, kiukweli ni kwamba hatujapata ule uhuru kamili kwa asilimia mia moja, na ndio hapo ambapo Ibrahim Traore anataka nchi ya Bukina Faso kuwe na uhuru ambao utakuwa asilimia mia moja ili waweze kujitafutia hao wenyewe kwa wenyewe. Na hivyo basi wazungu ama nchi nyingi za Uingereza ama nchi nyingi ambazo zimetoka bala, bara la uzunguni limetafuta njia juu chini, ili liweze kupata faida kutokana na Burkina Faso. Lakini Mwamba amekataa kabisa kabisa, amewambia kama unataka upate faida ndani ya Burkina Faso, kuja uketi hapa tuingie kwenye mkataba nione jinsi gani mimi nitafaidika kutoka kwako na wewe pia jinsi gani ambavyo utafaidika kutoka kwangu. Tuende kwenye mkataba hamsini chini ya hamsini yani 50, 50. Na hilo ndio kosa kubwa ambalo Wazungu wamelikataa ama Wafaransa pamoja na United States of America wameona kwamba huyu jamaa anafanya kosa ambalo linastahili atoweke. Hivyo basi kabla hatujaendelea kutangaza yale makosa ambayo yayafanya ambayo yanaudhi na kukera Wazungu wengi. Ni, ni kwambie tu aa, yule ambaye alikuwa kama kijana wake wa mkono, ambapo alikuwa akitembea naye sana sana sana. Nafikiri umepata hizi habari, ambapo alikuja akapewa kitita cha pesa takriban madola maelfu ya madola ili mradi aweze kutoa uhai wa ya Ibrahim Traore, lakini alimfata Ibrahim Traore na kumwambia ee, rais wangu, hizi ndio pesa ambazo nimepewa na baadhi ya watu wazungu kutoka Ufaransa ili niweze kutoa uhai wako saa hino saa hino. Ndo pale Ibrahim Traore alipocheka na kusema kwamba nafahamu hiyo dili, nilikuwa nasubiria nione wema wako ni upi tu lakini nilikuwa nafahamu kila kitu ambacho kinaendelea, na najua wewe ulienda ukaonana na mtu fulani sehemu fulani na ukaorganize kitu fulani na fulani na fulani, ili mradi wewe utume uje utoe uhai wangu, na nilikuwa natarajia wewe uje unipe hizi habari kutokea jana, lakini kwa ajili umeonyesha upendo kwangu, umekuja umeonyesha hizi habari, basi tukuwe makini sana, ili tuweze kutetea watu wa uh, watu wa Bukina Faso. So, ladies and gentlemen Kofupi, ele, kwa ufupi kabla hatujaendelea kusoma yale ambayo nilikuwa nimekuandikia hapa, makosa makubwa ya Ibrahim Traore ambayo yameonekana ni kuwa na msimamo mkali, ambapo wazungu ama bara la uzunguni halitaki kabisa nchi za Afrika zikuwe na kiongozi yoyote mwenye atakuwa na msimamo mkali ambaye atatoa waafrika kutoka kwenye nyasi. That is the only mistake ambayo wanaona Ibrahim Traore ana act ama Ibrahim Traore anafanya kwa wakati huno. Sasa tunaweza sometimes mimi wanasema kwamba yaliyopita si ndio ile na tugange yajao, Waswahili wanaposema, lakini kunao baadhi ya viongozi ambao walitolewa duniani ambapo kuna akili inaanza kutuambia, je, kuna uwezekano wa kwamba wale viongozi ikawa hindo sababu ya kwamba walitolewa duniani. Is that, yani kuna kama question mark hapo the likes of Gaddafi the likes of Magufuli, this like a question mark because those are the people that were very harsh with these guys. Hao ndo watu ambao walikuwa wataki upumbavu kabisa na wazungu, hao ndo watu ambao walikuwa wamekataa mpaka kusafiri nchi za wazungu. I can remember marehemu Magufuli alikuja akatuambia kwamba hata paspoti yake toka akuwe rais wa Tanzania, passport yake haina muhuri wowote uliogongwa kuonyesha kwamba yeye ameweza kusafiri kutoka Tanzania kwenda nchi yoyote ile ya uzunguni na yote haya ni kwa sababu gani? Amekataa ubepari ama amekataa kukuwa ruled na wazungu, na ameshtukizia, ama alikuwa ameshtukizia ya kwamba Tanzania inaweza ikajiongoza ama Tanzania inaweza kutumia ushuru wa pale pale ndani ya Tanzania na Tanzania iweze kunyoka bila kutegemea mzungu ama kutegemea yoyote yule. Sasa, ladies and gentlemen, nataka nikwambia kwamba uh, hizi nchi zote ambazo kama Faransa na United States of America ambazo zimeona wazi kabisa ya kwamba ni rahisi hao kumtoa Ibrahim Traore uhai ama kumtoa kwenye kile kiti y you can just imagine that uh, outside countries yani nchi ambazo zinatoka nje hata ya Afrika Light kwa kama Kenya au ama Tanzania ama nchi za Afrika zikuje ziungane at least ziseme ya kwamba ule uongozo ama ule uongozi ambao Ibrahim Traore ako nao na Bukina Faso sio mwongozo mzuri. Kwa sababu hawa United States of America pamoja na France, kitu ambacho wanasema wanasema kwamba Ibrahim Traore anarul na kifua yani anarul na ile kwamba, akona wana ile ambao wanaita kwamba akona ile ukisema yes, yes dictatorship eh? wanaita dictatorship. Wanasema kwamba Ibrahim Traore ako na dictatorship kama ya wale maraisi wa, uh, let's assume, like, kwa nini wasiende Ruto? Why don't they go to Ruto? Ruto ndio ako na dictatorship, mbona wasiende kumtoa huyo? We need United States of America pamoja na, na France waende nchi nchi kama uh, nchi kama Uganda nchi kama Uganda ambayo iko na rais, ambayo iko na dictatorship wende akamtoa wakamtoa rais kama huyo, waende kama Kenya ambao Wakenya wenyewe hawampendi rais wao akamtoa wakamtoa rais kama huyo, wende kwenye ile nchi ambayo wananchi hawapendi ile rais awakasaidia kumtoa ile nchi. Lakini you can just imagine ya kwamba Ibrahim Traore hana shida na, wana wa Burkina Faso, wana Burkina Faso wanampenda wana sana, ukijana kijana wale wananchi wa ile nchi wanamtaka huu jamaa aendelee kuongoza nchi hata yeye mwenye alikuja hapo awali akasema kwamba nataka ni resign ili niwape uhuru wananchi wa Burkina Faso waweze kuchagua rais ambao wanataka, lakini watu wa Burkina Faso walikataa na kusema kwamba tunataka wewe wewe uendelee kutuongoza, kwa sababu tumeona uongozi wako ndio uongozi ambao tulikuwa tunautamani na tunautaka sana. Nchi nyingi sana za Afrika kama sasa tunavongea, zinatamani na nyingi zinasema tunatamani laiti Rais wetu angekuwa Ibrahim Traore. Leo hii ni vipi wazungu ati Wafaransa wanaingia kwenye street wakigoma wakidemonstrate wakisema kwamba Ibrahim Traore atolewe kwenye uongozi kwa sababu ako na dictatorship. Which kind of dictatorship? Mtu ambaye ameweka sahihi shule za upili pamoja na shule za, uh, shule za chekechea pamoja na shule za primary pamoja na university zikuwe free ndani ya Burkina Faso. Ni mtu gani ambaye anaweza fanya hivyo? Ni rais gani ambaye anafanya hivyo? Ladies and gentlemen, tumwombeeni sana huyu jamaa, let's put our prayers to this guy. Mwenyezi Mungu aweze kumshikilia na kumwongoza aweze kuwa na msimamo, na Mwenyezi Mungu aweze kumprotect ili akuwe na uhai wake ambao alimwajalia akuwe nao hapa duniani, na wazungu nao pia vilevile, ama wale mabepari ambao wanataka kutumia nchi za Afrika kwa manufaa yao peke yao waweze kushindwa kabisa. It is the release guys, this is KG Chipande, please make sure subscribe like and share this video.